Kama unauza vitambaa uza vitambaa kwa mujibu wa Qur'an. Kama wewe ni wakala wa kusafirisha watu kutoka nchi fulani kwenda nchi nyingine, fanya kazi hiyo kwa mujibu wa Qur'an. Kama wewe ni kinyozi unayekwangua vichwa vya watu, kwangua kwa mujibu wa Qur'an. Kila unachokifanya kifanye kwa mujibu wa Qur'an. Kitabu cha Qur'an kimetupa habari ya, ya, ya mambo yaliyokuwepo kabla yetu, habari mambo yatakayokuja baada yetu. Qur'ani na hukumu kwa yale yaliyopo baina yetu. Qur'ani inaongoza kwa yeyote atakayetaka mwongozo. Hivyo, kama utaacha kuhukumu kwa Qur'ani kama utaacha kufanya mambo yako kwa mujibu wa Qur'an, elewa ya kwamba ucha Mungu wako ni bure. Leo watu wameiona Qurani ni mashaka, watu wanaitazama Qurani kama mateso, na ndivyo ilivyokuwa wakati wa nabii sallallahu alayhi wasallam. Na Quraysh, makafiri wa ma Quraysh ma wa, wa zama za nabii walipoiona Qurani imeteremka kwa mtume, wakawa wanasema hii Qurani, wewe Muhammad Umeteremshiwa hii Qur'ani ili upate kuteseka, ili upate dhiki. Una lolote la faraja utakalolipata? Wakawa nasihi watu vichochoroni, ni Qur'ani itawapeni dhiki, Qur'ani itakupondeni mda wenu, Qur'ani haitokusaidia, ina chochote ni dhiki na mateso. Allah akateremsha aya ndani ya Qur'an Taha

maanisha uutaha ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma anzalna alayka alquran litashqa, hii qurani haijateremka kwako ili kutese, ili upate dhiki, ili upate shida. illa tadhkiratan liman yakhsha, illa ni ukumbusho kwa yule mwenye unyenyekevu ndani yake, yule mwenye kuogopa, yule mchamungu. Lazima qurani iwe ukumbusho kwake. Kwa hiyo qurani ishike. Na ufanye jambo lako kwa mujibu wa Qur'ani.